Tukio hili la mbio za kiutalii zitakazofanyika jijini Mwanza ni kuelekea kwenye tamasha kubwa la kiutamaduni Kanda ya Ziwa linalofanyika mkoa Simiyu, wa Simiyu. Huu ukiwa ni msimu wa pili utalii wa mbio hizi hapa Mwanza. Kwa mwaka huu zitajumuisha watoto, wanafunzi, walemavu kwa makundi yao, viongozi wa daraja la kwanza ndani ya mkoa wa Kanda ya Ziwa kwa ujumla wake makundi mbalimbali mbali ya mazoezi kanda ya ziwa, wamama wajawazito, na hii itakuwa ya aina yake, na wananchi mchanganyiko, kwa ajili ya kuziimarisha afya zao, maana kukimbia ni sehemu ya mazoezi muhimu kwa uimara kwa afya zetu. Madhumuni makubwa ya mbio hizi ni kutangaza vivutio vya kiutalii na fursa ya kiuwekezaji zinazopatikana katika jiji la Mwanza ili kukuza uchumi wa Kanda ya Ziwa na taifa kwa ujumla wake. Tutatumia mbio hizi kuhamasisha wananchi wote kujitokeza, kujiandikisha kushiriki uchaguzi mkuu wa nchi hapo mwezi Oktoba kwa amani. Zawadi nzuri kwa kila kundi zimeandaliwa, wakati wa kuzindua rasmi zitatangazwa ili kuwavutia watu wengi zaidi kushiriki, maana tunakusudia kuwa na zaidi ya watu 2000 katika tukio hili wananchi na wapenda maendeleo kupitia sekta ya utalii na utamaduni wa mikoa ya Simiyu, Mara na Shinyanga watakuwa sehemu ya tukio hili kihistoria litakalofanyika hapa Mwanza. Mimi naitwa Betha Yohana ni mratibu wa huduma ya afya ya uzazi kwa Mwanza jiji lakini niko hapa kumwakilisha mratibu wa huduma ya afya ya uzazi mkoa wa Mwanza. Sisi, kama wataalamu wa afya, hii ni fursa kubwa sana, kwa sababu kwanza itatusaidia kuweza kutoa elimu elimu kwa wajawazito uh, Wajawazito wanapopata hizi elimu za afya ya uzazi zinasaidia kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na vifo vya watoto wachanga. Kwa hivyo, uh, kupitia mbio hizi za Lake Zone Marathon tutakuwa na mabanda ambayo yataitangaza huduma ya afya, yatatangaza huduma ya afya kwa ujumla, lakini yatasisitiza hasa upande wa wajawazito, athari ambazo wanaweza kuzipata wakati wa ujauzito, wajawazito wale chakula gani, wafanye mazoezi gani, ili kuweza kudumisha afya zao. Lengo kubwa ni kwamba tunatamani huyu mjamzito tangu siku ametambua kwamba yeye ni mjamzito mpaka siku anajifungua mpaka anamaliza 40 ya uzazi aweze kupata uzazi salama, na ndio lengo hasa la nchi. Kwa hivyo, katika katika mbio hizi za Lake Zone Marathon tutashirikisha wajawazito wazito kwa mazoezi mepesi. Mjamzito mzito hataki kufanya mazoezi magumu sana kwa sababu ya hali yake, atafanya mazoezi mepesi kama mazoezi ya kutembea na mazoezi haya ya kutembea mjamzito anaweza kuyafanya ndani ya nusu ya dakika ishirini mpaka nusu saa. Anatembea taratibu akiwa na viatu tu vya mazoezi vya kawaida. Atembee sehemu ambayo ni salama, sehemu ambayo haina mashimo, sehemu ambayo inaweza kumsababishia madhara yoyote mjamzito anaweza kumbe akajitengenezea utaratibu wa kufanya mazoezi katika maisha yake, katika safari yake ya ujauzito, ili kuweza kuweka mwili vizuri. Kwa majina anaitwa Roda Kabarua, ni msimamizi bodi ya utalii Tanzania, ofisi za Kanda ya Ziwa, na nipende kuambia waandishi wa habari kwamba bodi ya utalii Tanzania inatumia michezo kama mkakati wa kutangaza utalii nchini. Kwa nini? Kwa sababu uh, kwanza uh, michezo ni uchumi michezo ni afya na michezo ni utalii. Michezo ni utalii kwa sababu michezo inahusisha ina, ina uh, wananchi au watu kutoka sehemu moja kuja sehemu nyingine, na tunategemea katika tukio hili kubwa la utalii watu watatoka sehemu mbalimbali za Tanzania na mikoa mingine kuja hapa Mwanza. Kwa hiyo, kwanza mkoa wa Mwanza utapata uchumi. Mkoa wa Mwanza, watu wa mkoa wa Mwanza watafanya mazoezi, itakuwa ni afya na watafanya utalii kutumia michezo kama kutangaza utalii Tanzania. Bodi ya Utalii Tanzania tunashirikiana na kampuni ya Kilimanjaro One kuhakikisha tunatumia michezo hii kama fursa ya kutangaza utalii. Na wakati wa mbio, Bodi ya Utalii Tanzania pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa ujumla tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kipindi mbio zinaendelea na kabla ya mbio tutafanya shughuli mbalimbali za utalii ikiwemo maonesho katika uwanja wa Nyamagana na pia tutaandaa vifurushi mbalimbali eh, vya utalii kwa ajili ya watu wanaotoka sehemu mbalimbali kuja katika mkoa wa Mwanza waweze kupata fursa ya kutembea vivutio vya utalii tulivyonavyo hapa Tanzania na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Kanda ya Ziwa ni, ni kanda ambayo imebarikiwa, kuna vivutio vingi vya utalii tukianzia kwenye eh, utalii wa wanyama uh, utalii wa Ziwa Victoria, utalii wa utamaduni, utalii wa historia na utalii wa fukwe. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mazao ya utalii ambayo Bodi ya Utalii Tanzania inapanga kuyatangaza kupitia tukio la michezo. Kampuni ya Kilimanjaro One wana matukio mengine katika mkoa wa Simiyu, lakini tukaona kuelekea kwenye ile tukio la mkoa wa Simiyu, lazima mkoa wa Mwanza uwe na tukio kubwa la utalii hapa Mwanza kwa, kwa, kwa lengo la kukuza na kuendeleza utalii wa Mwanza. Bodi ya Utalii Tanzania imejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha natumia tukio la michezo, uh, kutangaza uh, vivutio vya utalii uh, hapa katika mkoa wa Mwanza <mulia>